geni bila ya kutiwa saini ya rais. Hii ni baada wa ya waziri mkuu kutangaza kwamba wameafikiana na rais kupinga sheria hiyo. Waziri mkuu amewashtumu wa wabunge kwa mapendekezo yao, hasa kwa kuruhusu wagombezi kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine na kuwawekea masharti wanaowania nyadhifa katika uchaguzi mkuu ujao, akisema kwamba hatua hiyo itawanyima nafasi vijana ambao hawana shahada ya chuo kikuu. Awali mashirika ya umma yaliandamana kupinga mapendekezo hayo ya wabunge huku vuguvugu la fora likielekea mahakamani kumzuia rais dhidi ya kuidhinisha sheria hizo mpya. Na mtazamaji naarifa kwamba taarifa hiyo itaipata katika muda usiokuwa mrefu. Naam, mbali na hayo ni kwamba zaidi ya nyumba kumi na tano zimefunikwa kutokana na kuporomoka kwa ardhi katika sehemu ya Bugisu karibu na mpaka wa Kenya na Uganda. Idadi ya watu waliofariki kutokana na maporomoko hayo bado haijathibitishwa. Hata hivyo, inahofiwa kwamba idadi kubwa ya wakazi wa sehemu hizo imeangamia kwenye mkasa huo. Kijiji hiki kimewahi kupoteza zaidi ya watu mia moja miaka miwili iliyopita. Mvua kubwa inaendelea kunyesha basi katika sehemu hiyo, imetajwa kuwa ndio sababu kuu ya maafa hayo. Na wiki moja tu baada ya simba sita kuuliwa kutoka eneo la Kitengela baada ya kuua mbuzi ishirini na wanane pamoja na kondoo, simba wengine basi watano wamevamia shamba moja katika eneo la Olchoro Onyori huko Ngong na kuua mbuzi watatu, kondoo tisa na mbwa mmoja Huku msako wa wafugaji waliovamia simba hao ukiendelea, maafisa kutoka shirika la wanyamapori wamekerwa na mashambulizi yanayoendelea baina ya wanyama na binadamu kutoka maeneo ya Taita Taveta, Laikipia, Narok, Kajiado na Samburu. Kufikia sasa simba tisa wamefariki kutokana na mashambulizi hayo ya wanyama na binadamu. Kulingana na shirika la wanyamapori, idadi ya simba humu nchini inazidi kupungua kutokana na mashambulizi ya kila leo. Hata hivyo, wafugaji wanaonywa dhidi ya kuwa wanyama wao kwenda kutafuta lishe katika mbuga ili kuzuia matukio haya. Taarifa hiyo ni kwamba Rais Mwai Kibaki amekataa kutia saini mswada wa kufanyia marekebisho sheria za vyama uliopitishwa bungeni juma liliopita. Rais amesema kuwa sheria kuruhusu wagombezi kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine kwa kuwa hoja hiyo tata tayari ipo mahakamani. Awali waziri mkuu aliwashutumu wabunge kwa mapendekezo yao hasa ya sheria kuruhusu wagombezi kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine na kuwawekea masharti ya wanaowania nyadhifa katika uchaguzi mkuu ujao, akisema kuwa hatua hiyo ni ukiukaji wa sheria. Bunge lilipopitisha marekebisho ya sheria za uchaguzi, macho yote yalielekezwa kwa Rais kuona iwapo ataidhinisha sheria hizo mpya, na sasa ombi la wengi limeonekana kutimia baada ya Rais kukataa kuidhinisha sheria zilizopitishwa bungeni. Rais ameeleza kuwa sheria ya kuruhusu wabunge kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine haiwezi kupitishwa kwa sasa, kwa kuwa swala hilo lipo mahakamani. Akizungumza adhuhuri ya leo, Waziri Mkuu Raila Odinga aliwashtumu wabunge bunge kwa kufanyia marekebisho ya sheria za vyama ili kuruhusu wagombezi kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine bila kupewa adhabu yoyote. Kuwe na nidhamu ndani ya chama, ikiwa kama wewe umechaguliwa katika chama moja, basi sharti ubaki kwa chama hicho, ndiyo wewe unaweza kutii nidhamu katika bunge? Waziri mkuu pia ameshtumu wabunge kwa kile alichotaja kuwa ubinafsi, kufuatia ya mapendekezo yao kwamba wote wanaowania nyadhifa za urais, naibu wa rais, ubunge, gavana na seneta katika uchaguzi mkuu ujao sharti wawe na shahada ya chuo kikuu. Kwa mujibu wake, ni kuwa takwimu zinaonyesha kuwa asilimia ndogo sana ya wakenya ndio wamepata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu. Mapema leo vuguvugu la Friends of Raila liliwasilisha kesi mahakamani kumzuia Rais dhidi ya kuidhinisha marekebisho ya katiba yaliyopitishwa bungeni. Kupitia wakili wao Anthony Oluoch, vuguvugu hilo pia linaitaka mahakama kumzuia mwanasheria mkuu Githu Muigai dhidi ya kuchapisha rasmi marekebisho yaliyopitishwa bungeni. Mashirika ya umma pia yalifanya maandamano mapema leo kupinga marekebisho yaliyotekelezwa na bunge, wakiongozwa na aliyekuwa mwanachama wa kamati ya wataalam wa katiba Atsango Chesoni. Mashirika hayo yaliwashtumu wa bunge kwa kile walichotaja kuwa ukiukaji wa katiba na kumtaka rais kutoidhinisha sheria hizo. Hisia sawa na za baadhi ya wa wabunge wa chama cha Wiper Democratic Party. We call upon the president not to assent to the selfish very very uh, retroactive cha kusubiri kwa sasa ni kuona hali itakavyokuwa bungeni. Zubeda kwa KTN leo. Naam, tukiacha na taarifa hiyo tuelekee katika ulingo wa kisiasa ambapo chama cha URP kimewashambulia wanasiasa wanaoshinikiza masuala ya ICC wakidai kwamba ni njama ya kuwafungia nje ya uchaguzi mkuu ujao. Haya alisemwa huku naibu waziri mkuu Musalia Mudavadi pale alipofanya kampeni yake katika eneo la Teso na kupuuzilia mbali semi hizo na kuwataka Wakenya kujiepusha na viongozi wanaoeneza siasa mbaya. Mudavadi alisafiri kujipigia debe katika eneo la Teso na kisha katika eneo la Uasin Gishu wa Eldoret kaskazini na kukabiliana na madai kwamba yeye ni mradi wa ikulu ya rais, huku akitangaza kufanya kazi pamoja na William Ruto na Uhuru Kenyatta. I shall not be afraid or hesitate to talk with William Samoei Ruto. Nataka jambo hili liingie, kwa sababu hauwezi kuwa rais wa Kenya na utenge watu wengine ama utenge mkenya yeyote, ni lazima tuwe pamoja, tushikane, tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nitaongea na yeye, nitaongea na Uhuru na nitaongea na Kenyans wengine ambao wako na nia ya kusema kwamba tuungane. Ni semi zinazoibuka wakati chama cha TNA kupitia taarifa kutoka ofisi ya naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta kupinga madai kwamba watafanya muungano na UDF inaongozwa na, na Mudavadi Malumbano haya pia ameelekeziwa mbunge wa Lugari sares Jirongo aliyeonekana akitangamana nao. Lakini sasa Jirongo mambo yake, mimi niko na dawa yeye. Ni mtu ambaye anapenda pesa mingi, anapenda biashara. I have requested my brother, wewe ukiwa president patia Jirongo nafasi ya kufanya biashara locally, nationally, continentally, internationally hata paka mambo ya Jirongo. Ih, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, ukimsikiza kizunguzungu kizunguzungu nyingi huyo, tamtengeneza kazi ambazo kule UK akukkuu kizungu mingi huko. Jirongo alikuwa kati ya kesi we wengi ambao Uhuru alisema wanangoja mkono ianguke sababu. <laughs> Jirongo tunajua alikuwa URP akitua kwamba William hawezi kumaliza kesi ya hii. Kama anataka kutoka chama ya URP, atoke atujali viongozi hao wakiwataja wanasiasa wapinzani kama wanaoshinikiza mwanya wa ICC kudhulumu haki ya washukiwa kugombea urais. Isabela Kituri, KTN. Leo na barabara kabisa, mtazamaji. Hapo awali nikirudisha nyuma tu kidogo, ni kwamba tuliweza kukuuliza kwamba